Asante kwa kuchagua kuichagua PTV Tanzania. Wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Ya, ebona, good news, good news, eh, habari mpya, habari njema ni mwanamuziki Diamond Platnumz, mwanamuziki ambaye amebahatika, eh, kuanoa vijana mbalimbali kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania, akiwemo mwanamuziki mzee wa Bombo kra, huyo ambaye ni Harmonize. Nadhani ndiye uzao wa kwanza kabisa kwenye lebo ya mwanamuziki eh, Diamond Platnumz yani WCB Harmonize. Kipindi hicho aligomewa na BSS, lakini Diamond Platinum aliamua kumshika mkono na ndio maana mpaka sasa Konde Boy anazidi kukimbiza kwenye gemu ya muziki wa Bongo Flava Tanzania na baadhi ya wasanii ambao eh, Diamond Platinum amekuwa na mchango mkubwa kweli kweli kwenye tasnia ya muziki wao au muziki wa Bongo Flava Tanzania. Sasa jambo kubwa ni kwamba eh, mwanamuziki Diamond Platinum siku ya leo bwana Mwamba me, ameandika ama ameposti mkataba eh, kwenye insta story yake yani, pale kwenye Instagram, mkataba wa mwanamuziki mpya ambaye huenda akajiunga kwenye lebo hiyo ya WCB. Sasa nisome hapa eh, huo mkataba ambao eh, ameuposti mwanamuziki Damon Platinum. Kwanza kabisa Damon Platinum ameandika hivi, anasema kwamba a new icon is coming. Eh, A new icon is coming. eh, chuma kipya kinakwenda kujiunga na lebo ya WCB, lakini pia e, he, anasema kwamba WCB, au sio? Lakini ukiangalia mkataba huu hapa, mkataba umeandikwa hivi e, mkataba wa kujiunga na kampuni ya muziki e, mkataba huu unaingiwa leo Eh, tarehe kumi na nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano, yani huyo msanii alisain eh, asubuhi ya leo tarehe 18 mwezi wa tatu 2025 huyo msanii ambaye anakwenda kujiunga na hiyo lebo ya WCB eh, kati ya Wasafi Limited WCB, kampuni iliyosajiliwa kwa sheria za Tanzania eh, kufanya shughuli zake za sanaa yenye makao makuu E, Mbezi yenye makao makuu yake e, yenye makao makuu yake Mbezi Beach, sanduku la posta ni hilo hapo Dar es Salaam. E, katika mkataba huu e, itajulikana kama kampuni e. Sasa mwishoni huko mtazamaji, hawajamaliza yani huko sasa e, ndiko kuna jina la huyo mwanamuziki mpya ambaye anakwenda kujiunga na lebo ya WCB ambayo inasimamiwa au inamilikiwa na mwanamuziki Diamond Platnum. Maswali ni mengi. Eh, msanii gani ambaye anajiunga na hiyo lebo? Ama ni msanii wa kike ama wa kiume? Ni nani huyo? Bado maswali watu wanajiuliza eh, jinsia ya msanii ambaye anakwenda kujiunga na hiyo lebo ya WCB. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Eh, cha muhimu ni kwamba comment hapo chini ni muhimu kweli kweli ili mambo yaweze kwenda sawa na hii ni PTV Tanzania. This is Wayvani V, Vani boy. Shout out to, uh, PTV. Also, bana, asante kwa kuichagua PTV Tanzania kuwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.